Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo bila shaka uh, kwa taarifa uh, iliyo wazi ni kwamba tuzo ya nishani ya amani imetunukiwa kwa mmoja katika wanasiasa maarufu katika nchi ya Venezuela, Maria Corina Machado, na imekuwa na tofauti na kile ambacho kuwa kinatarajiwa kwamba yule ambaye angependekezwa au angepewa tuzo ya amani angekuwa ni Rais Donald Trump. Maria Corina Machado ni mmoja katika wanasiasa ambao wana mvuto especially katika upande wa vyama vya upinzani ndani ya nchi ya Venezuela. Maria Corina Machado ni mmoja katika wanasiasa ambao walikuwa wakitarajiwa kuchuana na rais uh, Nicolas Maduro katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana kwenye mwezi Julai, lakini jina lake lilienguliwa na nafasi yake akapendekezwa mwanamama mwingine ambaye anajulikana kwa jina la ambaye naye vile vilevile akaenguliwa, nafasi mwisho ikachukuliwa na Edmundo Gonzalez. Ndio mwanasiasa ambaye alishindana na Rais Nicolas Maduro katika uchaguzi ambao Rais Nicolas Maduro alipata ushindi wa takriban asilimia hamsini na moja. Siasa za Venezuela uh, ni siasa ambazo zimekuwa zina joto especially katika siku za karibuni baada ya nchi ya Marekani kuonekana kwamba inasogeza baadhi ya Uh, meli za kivita lakini vilevile vile, uh, kusogezwa kwa baadhi ya nyambizi ambazo zina uwezo kubeba silaha za nyuklia karibu katika bahari ya Karibia, maana yake karibia na sehemu ya Venezuela. Lakini vilevile vile, vile uh, kuna maandalizi mengi ambayo amekuwa yakionekana yanafanyika katika sehemu ya Uh, Puerto Riko ambayo actually ni sehemu kama ina iko chini ya udhibiti wa nchi ya Marekani, maanake ni kama kisiwa ni kisiwa cha Puerto Riko ambacho hakiko mbali sana hasa na nchi ya ya Venezuela, na ukiachilia mbali baadhi ya mashambulizi ambayo yamefanyika siku za karibuni uh, ya nchi ya Marekani kushambulia baadhi ya boti ambazo zilikuwa zinaonekana zina toka katika nchi ya Venezuela zikitumiwa moja kwa moja, kwamba ni boti ambao zimekuwa zikibeba, uh, madawa ya kulevya, kama ni sehemu ya uh, utaratibu wa madawa ya kulevya yanayotoka katika nchi ya Venezuela kusafirishwa kuelekea katika nchi, katika nchi ya Marekani. uh, kuchaguliwa kwa Maria Corina Machado ni moja katika jambo ambalo tunalichukua katika uzito wa namna yake wa kuzingatia kwamba uhasama baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Venezuela ni uhasama ambao una takriban kama miaka thelathini na hasa katika miaka ya tisini kipindi cha utawala wa Rais Rafael Caldera ambaye actually katika zama zake aliruhusu uwekezaji wa makampuni binafsi katika kampuni kubwa ya mafuta ya Venezuela inayojulikana kama PDVSA ambayo kama kile ambacho kilicho maarufu ni kwamba nchi ya Venezuela ndio nchi ambayo ina hazina kubwa ya mafuta kuliko nchi zote duniani, ikifuatiwa na nchi ya Saudi Arabia. Na ndio maana hata siku za karibuni wakati uh, nchi za magharibi zimejikita kwenye kuiwekea vikwazo nchi ya Urusi, moja katika nchi ambazo nchi za magharibi zilijaribu kwenda ku, especial Marekani kwenda kufanya nao mazungumzo, ikiwezekana waruhusu wao kuuza mafuta baada ya uh, Urusi kuwekewa vikwazo, ilikuwa ni nchi ya Venezuela moja na kwamba ya Venezuela haikukubaliana haikukubaliana na hilo. Kwa hivyo, kwa muda mrefu pamekuwa na joto la, la, la kisiasa baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Venezuela, kuzingatia kwamba kampuni ambayo nimeitaja PDVSA ni kampuni mama katika nchi ya Venezuela. Kwa sheria ya Venezuela hairuhusi kuweka uwekezaji e, binafsi ni yani kampuni binafsi kuja kuwekeza katika ushirika na kampuni ya PDVSA kwa muda mrefu na uh, kipindi cha urais wa Rafael Caldera kwenye miaka ya tisini, yeye aliruhusu ilola nchi, maka, makampuni binafsi au makampuni ya nchi za magharibi kuja kuwekeza kufanya kama ushirikiano wa uwekezaji baina yao na kampuni ya PDVSA ya, ya nchini Venezuela jambo ambayo lili leta shida kubwa sana katika nchi ya Venezuela especially katika uchumi wa Venezuela, kwa sababu ilifikia hatua Venezuela wenyewe wakawa hawana uwezo wa kuuza na kupata mapato moja kwa moja kutoka katika uh, uzalishaji au usimamiaji unaofanyika katika kampuni PDVSA. Badala yake wakawa kama wanachukua kodi kutokana na, eh, na yule uwekezaji ambao umefanyika na kwa kupitia makampuni ya kigeni. Kwa hivyo kwenye miaka ya 98 99 wakati Rais Hugo Chavez anaingia madarakani Alibadilisha utaratibu huo, maana yake akairudisha kampuni ya PDVSA chini ya udhibiti wa serikali, na ndio maana rais, uh, ni, uh, rais Uh, Hugo Chavez aliweza kufanya mambo mengi sana ndani ya muda mfupi katika utawala wake ndani ya nchi ya Venezuela ikiwemo kununua baadhi ya makampuni yaliokuwa makampuni ya binafsi kama makampuni ya uzalishaji wa, wa chuma uh, lakini vilevile kununua makampuni ya mawasiliano na akafanya mambo mengi sana especially katika upande wa sekta kama za afya na mfano wake, mpaka kufariki kwake mwaka elfumbili na kumi na tatu uh, maanaake nchi ya Venezuela ilikuwa pamoja na changamoto, lakini ilikuwa imeweza kufanya improvement kubwa sana kutokea katika hali ambayo ilikuwa inaendelea ndani ya Venezuela katika uchumi wa Venezuela kwenye miaka ya tisini kipindi cha utawala wa Rafael Caldera na movement ambayo ilifanywa kwa kipindi cha miaka tisini na nane tisini na tisa uh, na raisi, uh, uh, Raisi Hugo Chavez ndio ilipelekea mwaka elfu mbili na mbili alipinduliwa rais Hugo Chavez kwa takriban kama siku mbili, pamoja kwamba mapinduzi yenyewe hayakudumu kwa, kwa kiwango hicho, na nafasi yake ilichukuliwa na Carmena, mmoja katika wafanyabiashara wakubwa pale katika nchi, katika nchi ya Venezuela. Lakini ndani ya siku mbili uh, ile utawala wa Carmena ulikuja ukaangushwa na baadaye akaja tena akachukua nafasi yake uh, rais Hugo Chavez. Kwa hiyo kufikia mwaka elfu mbili na kumi na tatu, maana yake baada ya kufariki kwa Hugo Chavez, alikuja kuchukua nafasi yake hasa ni Rais Nicolas Maduro ambaye uh, utaratibu wake wa kiutawala hautofautiani sana na utaratibu wa, wa Hugo Chavez. Kwa hiyo jambo ambalo limekuwa, uh, kwa upande wa nchi kama Marekani imekuwa kama sio mnufaika sana wa siasa ambao zinaendelea katika nchi ya Venezuela, na ukizingatia kwamba nchi ya Venezuela ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa sana wa rizevu ya mafuta. Kwa maana ya kwamba unapodhibiti uchumi au vile rasilimali ya Venezuela, maana yake unakuwa weza kudhibiti sehemu kubwa ya mchango wa uchumi wa dunia ambao ungeweza kutolewa na nchi ya Venezuela, na ndio jambo ambayo inaonekana Marekani amekuwa akilifocus kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo uh wametokea wapinzani wengi wa kushindana na Rais Nicolas Maduro. Alikuwepo Juan Guaido katika miaka ya nyuma, ambayo inaonekana misheni yake naye haikuwa haikuweza kufanikiwa, na hivi sasa siku za karibuni ndio akapatikana mwanamama Nicolas eh, mwanamama eh, Maria Corina Machado ambaye ametunukiwa tuzo ya nishani ya amani katika, katika siku ya leo. Kutunikiwa kutunikiwa kwake uh, tuzo ya nishani ya amani katika, katika siku ya leo kunatoa indication kwamba Uh, movement ambayo inafanywa na Marekani katika bahari ya Caribbean, maana yake haiishii tu katika mpango wa kupambana na zile uh, magenge yale ya madawa ya kulevya kama ile faki ya kule Colombia ya kule pamoja na uh, magenge mengine ambayo yanapatikana pia katika nchi, katika nchi ya Venezuela, bali magenge yenyewe kwa upande mmoja mwingine, wakati mwingine yamekuwa akihusishwa na serikali ya Marekani ukuzingatia kwamba katika siku za nyuma kama mwaka jana wakati uh, rais wakati waziri wa mambo ya nje wa, wa Marekani alipotoa baadhi ya kauli kushutumu uh, serikali ya Venezuela kupitia katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana kwamba uchaguzi haukuwa, haukuwa fea. Mmoja katika watu ambao walitoa kauli ilikuwa ni magenge vilevile vile ya, ya madawa ya kulevya katika nchi ya Venezuela na wenyewe vilevile walitoa kauli za kulani na kutaka Nicolas Maduro aweze kutoka madarakani. Kwa hiyo kuna baadhi ya viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba hata ayo magenge ambayo yapo katika nchi ya Venezuela ela wakati mwingine vilevile vile kama yanahusianishwa yanahusianishwa na nchi ya Marekani. Sasa kiujumla ki ni kwamba kuchaguliwa kwa Maria Corina Machado maanake kuna kusudia kutengeneza uh, hali fulani ambayo tunasema kama ni symbolic, ya ya alama ya kuonyesha kwamba katika nchi ya Venezuela kuna watu ambao wanapambana kwenye kuhakikisha kwamba demokrasia inaendelea kustawi ndani ya nchi ya Venezuela, pamoja na kwamba Nicolas Maduro uh, utaratibu wake ni utaratibu wa kupambana na demokrasia hiyo. Ni, ni jambo la kwanza ambalo limekuwa likionyeshwa na na uh, na kuchaguliwa kwa uh, Maria Corina Machado kwenye kupewa tuzo hiyo ya nishani. Lakini jambo la pili uh, tunaweza tukaona kwamba kuna uwezekano mkubwa uh, mpango wa Marekani kama tulivyosema ha, unaweza usiishie tu katika masuala ya operation za madawa ya kulevya, bali tunategemea kwamba kuna uwezekano mkubwa uh, ikawa ni movement ambayo inaendelea kutengenezwa ya kupambana pia na utawala wa Rais Nicolas Maduro. Hiyo pia ni, ni, ni moja katika, katika kitu ambacho inaweza kutupa tukaona signal ya hivyo. Kwa hivyo wakati mnakusudia kupambana na Nicolas Maduro, maanake kwa upande mmoja au mwingine Uh, kuna mazingira ambayo mnajaribu kuyatengeneza ya kuwatengeneza watu ambao wana influence ndani ya nchi, ndani ya nchi ya, ya Venezuela. Lakini uh, jambo lingine ambalo vile tunaliona ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba katika siku za usoni nchi ya Venezuela ikabadilika kuwa au ikageuka kuwa ni sehemu ya economic battlegrounds, ikawa ni sehemu ya mapigano ya kiuchumi, kuzingatia kwamba uh, katika siku za karibuni influence kama ya nchi kama ya China imeongezeka katika nchi ya Venezuela. Nchi ya Urusi, influence yake imeongezeka katika nchi ya Venezuela, ukiachilia mbali turufu ya Venezuela ambao walijaribu kupeleka maombi yao, au sehemu ile ya maombi ya nchi ya Venezuela ambao walipeleka katika, katika Umoja wa BRICS, ikikusudia kujiunga na, na Umoja wa BRICS. Manake ni kuonyesha kwamba uh, ushawishi wa nchi ambazo ni wanachama wa BRICS au nchi ambazo zinatoka katika upande wa mashariki, maana yake sana sana nchi ya Urusi na nchi ya China katika nchi ya Venezuela, maana yake ushawishi wao umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Na wakati huo huo vile vile, Marekani inawezekana akawa na intend kuhakikisha kwamba ana control sehemu ya rasilimali inayopatikana katika nchi ya Venezuela. Kwa hiyo tunahisi kwamba kuna uwezekano katika siku za usoni pakatokea mgogoro mkubwa wa kiuchumi uh, baina ya nchi ya Marekani na nchi kama za China na Urusi zikihusianishwa hasa na nchi ya Venezuela, kuzingatia kwamba utajiri ulioko katika nchi ya Venezuela bila shaka ni utajiri mkubwa ambao uh, nchi kama Marekani inawezekana ikawa inatamani kuweza kuudhibiti, kwa maana kwa ya kwamba inawezekana ikawa ni sehemu ya kuongeza influence yake katika siasa ya uchumi wa dunia, ambayo kwa siku za karibuni imekuwa inaonekana kama inaendelea kuzorota na hasa baada ya kuonekana kwamba nchi nyingi zimeamua kuachana na matumizi kama ya dola dola ambayo kwa hakika ilikuwa ni silaha muhimu au imeendelea kuwa ni silaha muhimu ya Marekani katika utekelezaji wa au ukuzaji wa sehemu, sehemu ya uchumi wake. Kwa hiyo, bado tunajaribu kuendelea kuangalia move hii ya kuchaguliwa kwa Maria Corina Machado katika swala la ya tuzo ya amani kwa mwaka 2025. Uh, tukitarajia kwamba kuchaguliwa kwake Maria Corina Machado kunawezekana kukatupa taswira ambayo inawezekana ikawa ni tofauti na hivi hali jinsi ilivyo hasa katika nchi ya Venezuela na za nchi ya Venezuela na nchi ya Marekani ambayo imekuwa katika siku za karibuni ikiendelea kufanya buildup, ikiendelea kujenga uwezo wake wa kijeshi karibia na maeneo ya nchi ya Venezuela. Kwa hiyo nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, tukitaraji kwamba katika siku za usoni tunaweza tukakuletea taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo nimekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.